Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, anakabiliwa na shinikizo la kufanya uchaguzi wa haraka wa bunge snap election, au kujiuzulu kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoendelea katika taifa kubwa na la pili kwa uchumi barani Ulaya. Waziri mkuu wa tano wa taifa hilo katika kipindi cha miaka miwili, Sebastien Lecornu, amelazimika kujiuzulu baada ya mazungumzo ya kuunda serikali mpya kukwama. Macron, mwenye umri wa miaka arobaini na saba, ameonekana mwenye mawazo na tafakuri nyingi alipokuwa akitembea kando kando ya mto Seine. Awali Macron amekuwa akisisitiza kuwa atamaliza muda wake wa pili wa uongozi wa taifa hilo unaoishia mwaka 2027. Waziri mkuu wa kwanza wa Macron, Edouard Philippe, amesisitiza kuwa ni wakati wa rais kuondoa kizuizi cha kisiasa. Wakati hayo ya kijiri, shirika la haki ya fedha na masoko nchini Ufaransa limeonyesha hofu. Huku hisa za Ufaransa zikishuka na riba za serikali zikiongezeka, wananchi wa Ufaransa wakiwemo wafanyakazi wanashuhudia hali ya kutokuwa na utulivu wa kiuchumi na kisiasa, huku wengine wakihofu juu ya nafasi ya Ufaransa katika jukwaa la kimataifa.